Jarimatu huquqi lwalidaini, kosa la kuwaasi wazazi wawili. Nimeamua kulizungumza jambo hili ndugu zangu katika imani, kwa sababu watu wengi walio katika zama hizi sawasawa ni wake au waume walalamika juu ya mambo kuharibika, mambo kwenda vibaya, mambo yao hayaendi sawa, na wakati mwingine wanaona kwamba suluhisho ni kukimbilia kwa waganga wa kienyeji. Kumbe kuna ugonjwa uliojificha wao wow, wanakuwa hawauoni ugonjwa huu. Ni kuwaasi wazazi wawili. Wapo baadhi yetu katika sisi wana watuhumu wazazi wao kuwa ni wachawi. Mtu mama yake mzazi anadiriki kusema kwamba mimi nimerogwa na mama yangu, siendelee mimi kwa sababu mama yangu, kwa masikitiko, anakwenda kwa mganga wa kienyeji, na mganga wa kienyeji anamwambia kweli wewe anakulostisha. Mama yako mzazi anaongea maneno mabaya dhidi ya mama yake, anamkata mtu mama yake, amjali mama yake. Hebu niambie kama Juraiju kwa kukosa kumuitikia ukamkuta mtihani huu, je wewe unayemwambia mama yako mchawi unatarajia kitakukuta kitu gani? Wengi katika sisi kazi yetu kwenda kwa waganga kila kukicha kwenda kwa mashehe kila kukicha, kutaka madua. Hebu jitathmini, angalia muamala wako wewe na mama yako mzazi ukoje. Ukitoka hapa, jitazame vizuri, wewe na mama yako, namna mnavyoishi, mnaishi vipi? Ukitoka hapa, jitazame wewe na baba yako, namna mnavyoishi. Usimtafute mchawi, jiangalie mwenyewe, wewe na wazazi wako wawili, mnaishi vipi?

Amesema mtume wa Allah "baabani muajjalani", milango miwili ni yenye kufanyiwa haraka. Milango hapa kwa maana makosa mawili au madhambi mawili au maaswi ya aina mbili, ndiyo <coughs> maana ya milango hapa, makosa ya aina mbili. Muajjalani ni yenye kufanyiwa haraka uqubatuhuma adhabu zake fi dunia? hapa hapahapa duniani. Kuna madhambi ya aina mbili adhabu zake hutangulia hapa hapahapa duniani. Albaghyu, jambo la kwanza, mtu kufanya dhulma, kufanya uasi. Albaghyu aldhulmu waljauru wataaddi bighairi haqqi, mtu kufanya dhulma dhidi ya watu, dhulma kwenye mali zao au dhulma kwenye heshima zao. Huyu ni mtu wa kwanza, adhabu yake inatangulia hapa hapa duniani. Na mtu wa pili, walhuquq na jambo la kuwaasi wazazi, adhabu inatangulia hapa hapa duniani. Ndugu zangu katika imani, sisi ambao tuna wazazi wetu wawili, tuchunge sana. Wazazi wawili ni sababu ya kuingia peponi na pia ni sababu ya kuingia motoni. <coughs> vijana <coughs> wenzangu, tumejisahau kazi yetu kulalamika tu, maisha magumu, mwisho wake twamlalamikia rais kwamba maisha ni magumu, mwisho wake twamlalamikia mama au bibi fulani, jirani yangu au binamu yako au mama yako mdogo au shangazi yako anakuroga wewe mwenyewe unajiroga. Muamala wako na mama yako ukoje? Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala ayawafikishe maneno haya kupenya kwenye nyoyo zetu, khutuba hii iwe ni dawa, iwe ni ukumbusho kwa sisi, tuna jukumu la kuwatunza na kuwaheshimu wazazi wetu wawili waliotulea wazazi wetu wawili waliotuzaa, hatuwezi sisi kuwalipa. Isipokuwa mtoto, ona thamani yao, chukua hatua. Subuhi yako, mchana wako, jioni yako, unawazunguka wazazi wako. Wako mbali, nyanyua simu yako, mpigie simu mama yako, baba yako, mjulie hali. Usikae wewe miezi kadhaa miaka kadhaa, kwenda huja kwenda simu hujapiga kwa wazazi wako, unatafuta tatizo. Tumwombe Allah Subhanahu wa Taala atuhifadhi na atulinde na kosa la kuwaasi wazazi wawili. Tumwombe Allah Subhanahu wa Taala atuzindue sisi na vizazi vyetu tusiingie katika makosa haya ya kuwaasi wazazi wawili.